Wapendwa, karibuni tena kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu itungano ya Babuchi, nimekuletea sehemu ya pili kwenye mada yetu ambayo inaenda mambo yanayochelewesha mchakato wa kujitambua. Kumbuka, tunaongelea vikwazo kumi vikuu, na miongoni mwa hivyo vikwazo kumi tulishaongelea vikwazo vitano. Hii sehemu inaanza kwa kikwazo cha sita hadi kumi. Kwa hivyo ukae nasi hadi mwisho wa kipindi hiki ili upate kujifunza jambo. Karibu na usiende mbali. Kikwazo cha sita katika vile vikwazo vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua ni kuishi kwa kuiga, hiyo namba 6. kuishi kwa kuiga Living to please others, kuiga yani, unaiga uh, imitation living to, manake imitating others, you are living to please others. Mtu anayejitahidi kuwafurahisha wengine bila kuzingatia mahitaji yake mwenyewe anaweza kupoteza mwelekeo wake Unapoweka sana attention kwa watu wengine, unataka kuwafanyia vizuri, utajikuta unaanza kuiga style zao ili uwafurahishe. Matokeo yake una stop kuishi kama wewe, unaanza kuishi kama wao. Mtu anayeishi kwa kuiga ni mtu anayechelewa sana kwenye mchakato wa kujitambua. Mfano, mtu anaweza kuchagua kazi, masomo, au mahusiano fulani ili tu apate sifa kutoka kwa jamii badala ya kuzingatia anachopenda a ah, anachotaka a ah, anachoweza. Kwa hivyo kuna watu wanaenda kusomea udaktari ili aitwe dokta, jamii mheshimu, lakini ye hana uwezo wa kutibu watu. Kwa hivyo mtu anachagua fani a, anaenda kusomea kitengo fulani kwa ajili ya kuifurahisha jamii. Matokeo yake anaanza kuishi mbali kabisa na kipaji chake, mbali kabisa na mambo anayoyaweza hvo kuishi kwa kuiga kutakuchelewesha sana kwenye mchakato wa kujitambua, maana utaanza kufanya mambo ili uwafurahishe watu wengine, utaanza kufanya mambo ili watu wengine wafurahi bila wewe mwenyewe kufurahi. Ndio utajikuta unafanya kazi zisizokupa furaha wewe, haupati kwa kitu unachokifanya, ila unataka kuwaridhisha watu wengine. Kumbuka, kuna watu mpaka anaiga style style za mavazi style za maongezi za watu wengine, wengine mpaka anachukua jina la mwingine, maana yule mtu amekuwa maarufu na yeye anachukua jina lake. Kumbuka utakuwa, you become the little version of the person kwa sababu utaanza kuishi kama mdogo wa yule mtu, utashindwa kuwa kama wewe mwenyewe. Kwa hivyo kuishi kwa kuiga ni ni yale maisha ya kufurahisha watu, you live by imitating other people kiasi kwamba you don't live by yourself, you live by others. Yani standards za watu wengine ndio unazozifanya. Nimeleta huo mfano kwamba mtu anachagua kufanya kazi ili kuifurahisha kui, kui, kui jamii, lakini kazi yenyewe haimpi yeye matokeo anayoyapenda au ana struggle sana kufanikisha hizo kazi, anajifunza sana, maana ni kitu hakiko kwenye fani yako. Ukiwa unafanya kitu kwenye fani yako una uwepesi tu wa kuki wa kukifanya. Kwa hivyo kuishi kwa kuiga ni kikwazo cha sita au cha kwanza kwenye hii pati tu. Ni cha kwanza kwenye pati tu, ni cha sita kwenye vile vikwazo kumi vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua. Ishi kwa kujifunza ulivyo wewe na uende kama wewe. Kuongea kwako kuwe kama wewe, usijifunze kuongea kama watu wengine, usijifunze sauti za watu wengine usiongee Kiingereza au Kifaransa kulingana na watu wengine, ongea kama wewe. Usipofanya hivyo, utaanza kuwaiga watu au kupenda kuwafurahisha, na unapopenda kuwafurahisha, unachelewa kujijua, kujiloketi wewe ni nani. Kikwazo cha saba kwenye vile vikwazo kumi kinachochelewesha mchakato wa kujitambua ni hiki kutokuwa na muda wa kujitafakari, Lack of reflection time. Lack of reflection time. Watu wanaoishi maisha ya haraka au wale watu waliobeba majukumu mengi hawapati muda wa kutafakari kuhusu wao wenyewe, hawapati muda maana wanaishi kwa haraka, they are too busy. And then they have no reflection time, maana muda wote wako kazini, wako kwenye majukumu. Mtu amebeba majukumu mengi kuliko umri wake. Matokeo, wanakuwa na hisia za kutokuridhika bila kuelewa sababu. Maana kila, kila wakati watakuwa hawaridhiki na wanachokifanya, maana kila wanachokifanya akifikii kwenye majukumu aliyonayo. Kwa mfano, mtu ana familia ya watoto nane na kipato chake ni kipato cha kima cha chini, anajaribu kujikaza ili hawa watoto wasome, wapate sehemu ya kulala, wapate mavazi, wapate chakula, na bado anachokileta yeye hakitoshi. Huyu mtu anakuwa haridhiki na maisha yake, na hata elewa kwa nini haridhiki. Ni kwa sababu majukumu yake ni mengi kuliko mapato, majukumu ni mengi kuliko mapato. Kwa hivyo maisha yake anapelekwa haraka sana, anakimbizwa mbio na majukumu aliyo nayo na kiasi kwamba yeye pia hana muda wa kujitafakari. Unapokosa muda wa kujitafakari wewe, self reflection time unachelewa, maana hutagundua sehemu unayofanya vibaya. Kuna kitu umerudia rudia, kuna neno umerudia rudia kwenye maongezi. Usipojitafakari hautajua kama hili neno mimi huwa nalirudia rudia sana, ni kwa nini? hutapata muda wa kujiuliza hayo maswali. Matokeo yake utachelewa kujigundua kama unaguaka na udhaifu gani. Mbeba majukumu mengi, ndio hawa watu wengi, unaona wanakufa haraka. Watu wengi wanakufa mapema kwa sababu ya kubeba majukumu mengi, na vifo vya Afrika vya wanaume, wanaume wengi wa Afrika wanakufa mapema kwa sababu majukumu ni mengi wanayoyabeba, na wanayabeba wakiwa wadogo. Mtu ameanza familia akiwa na miaka 25. Atakapofika miaka hamsini, miaka mingine ishirini na tano hapo katikati amebeba majukumu mengi yeye huyo, kwa watoto anashughulikia watoto, watoto wake anashughulikia familia yake, wazazi wake na ndugu zake, anashughulikia wazazi wa mke wake na ndugu za mke wake. Kwa hivyo yeye anakuwa anabeba watu zaidi ya ishirini kwenye mgongo wake yeye mwenyewe. Matokeo yake anakimbizwa mbio na maisha, pesa yote anayopata asilimia 95 ya mapato yake anaenda kwa watu wengine. Self care yake inakuwa chini kiasi kwamba hana muda wa kureflect, hana muda wa kujitafakari. Muda wote anapiga mahesabu fulani, ajala fulani, ajalipa shule fulani, ajafanya hivi. Hivyo tu huyo mtu kufikisha miaka sabini sio rahisi, hata kufa mapema. Kwa sababu gani? amebeba majukumu mengi hayo majukumu yataleta magonjwa sugu kwenye mwili wake, yataleta magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo. Maana yeye anafikiri kuliko maelezo, anachelewa kulala, pengine anaamka mapema, na mpaka mwisho, pengine ili alale, anabidi aanywe pombe. Huyu mtu haishi sana, maana amebeba majukumu mengi, na tena hapati muda wa faragha, hapati muda wa kujitafakari. Hii nimeiweka kuwa sababu nyingine au kikwazo kwenye mchakato wa kujitambua. Ni kikwazo hiki, ni kikwazo kikuu, ni kikwazo cha saba kwenye list, ila ni kikwazo cha pili kwenye hii sehemu ya pili. Unapokimbizwa sana na maisha na kutimiza majukumu, kumbuka kwamba hata hao unaowashughulikia sana wanaweza kuishi bila wewe. Kwa hivyo basi mimi nakuomba ujaribu kuwa unatengeneza muda wa kujitafakari. Maana katika kujitafakari ni muda unarudisha hali ya maisha yako chini na kuanza kujua ni wapi pa kurekebisha. Kujitafakari hapa pia namaanisha muda wa kupumzika. Kutokuwa na muda wa kujitafakari ni kikwazo kingine ki kinachochelewesha mchakato wa kujitambua. Kikwazo cha nane kwenye ile listi ya vikwazo kumi vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua ni kushindwa kuachilia mambo ya zamani. Kushindwa kuachilia mambo ya zamani, Holding on to the past. Holding on to the past, mtu anayeshikilia mambo ya zamani anachelewa kujitambua. Namaanisha nini? Mtu anapokwama katika maumivu ya zamani hiyo hali inamzuia mtu huyo kutafakari hali yake ya sasa. Unapojenga kwenye mambo ya zamani yaliyoenda vibaya, unachelewa sana kuangalia hali yako ya sasa. Mfano, mtu anayejilaumu kwa kosa la zamani alilolifanya, anaweza kuwa na mtazamo hasi kuhusu uwezo wake wa kubadilika au kujiboresha kila kitu yeye anaangalia zamani. Nilifanya hivi mimi, siwezaji zamani, mimi nilitaka nifanye hiki, sikuweza, fulani ndo alinikwaza, fulani ndo alifanya hivi. Mtu anayejilaumu kwenye makosa ya zamani anachelewa kuangalia fursa za sasa ambazo zinaweza kumpatia nguvu ya kujitambua. Hivyo basi kushindwa kuachilia mambo ya zamani ni kikwazo namba nane au namba 3 kwa hii part 2, kushindwa kuachilia mambo ya zamani, holding on to the past, itakuchelewesha. Maana we kila mara utakuwa unafikiria mambo yaliyopita tu, makosa uliyoyafanya mwaka jana. Unapoendelea kuyafikiria na kujilaumu kwa yale makosa, unachelewa kwa sababu ni mambo ushafanya. Tuseme kama mimi hivi, ninaporekodi hii video, nikimaliza, hiyo imepita kama kulikuwa makosa kwenye shati ama sehemu yoyote, video haijakaa vizuri, huwezi kuwa najilaumu kwamba video zote zitakaa hivi hivi kama ilivyokaa hii ya leo. Au kama ulikosea mtu sehemu fulani na kumeshapita muda, kila mara unapomwona unakumbuka yale makosa, au unaogopa kujaribu mambo mapya kana kwamba utakosea Watu wengi wanaotazama sana makosa ya zamani wanashindwa kufanya hatua mpya, maana wanaogopa watakosea kama walivyokosea zamani. Mtu anayejilaumulaumu kwa makosa ya zamani anachelewa. Ndio wale watu wanaojiletea depression, moyo unaanza kuwa na mawazo mengi mpaka wanakosa kujiamini, mpaka wanaanza kujichukia kwa mambo yaliyopita ambayo hawakufanya vizuri. Katika maisha ya mwanadamu kuna hasi na chanya. Katika hasi na chanya, lazima yote yafanye kazi, hayo mambo yote mawili yanafanya kazi. Nikupe mfano wa hizi betri mbili hapa. Hizi betri mbili, kuna sehemu imeandikwa plus, huku kume kumewekwa plus na huku nyuma kumewekwa minus. Nikiweka hizi minus mbili pamoja hivi, haziwezi kuwasha tochi. Lazima niweke minus moja kama hivi huku kuna minus, nigeuze hii plus zikae hivi. Inapokutana minus na plus, inawasha tochi, inaleta mwangaza. Kwa hivyo mwangaza kwenye maisha yako unategemea na chanya na hasi, positive and negative, they are all usual, they are all important. Positive and negative are all important ingredients to your success. Success yako. Your success depend on positive and negative energies unahitaji zote usi usidharau hii negative maana hii negative ndio ina boost positive na hii positive inapata nguvu kutoka na negative na negative pia haiwezi kuboost kwa negative nyingine bali ina boost kwa positive hivyo basi lazima uapreciate mambo mabaya ulioyafanya huko nyuma, maana yale mabaya yalikufundisha kujifunza, ulijifunza ili usifanye mabaya tena. Lakini ukikaa kwenye maisha ya kusema urudierudie yale mabaya yaliyopita, unakuwa tu unayarudiarudia, unayakumbukakumbuka, hautasonga mbele. Kusonga mbele ni hacha kukumbukakumbuka mambo yaliyopita. Hata kama zamani ulikuwa na pesa Tuseme kama mambo yaliyopita yalikuwa mazuri, ulipata pesa za kutosha, ukazitawanya vibaya, alafu hatu, kwa sasa huna pesa, ila unakaa unatuambia ulikuwa na pesa nyingi huku nyuma, haitatusaidia hata wewe mwenyewe haitakusaidia. Unahitaji kutafuta pesa zingine, jifunze jinsi ulivyopata zile zi, za zamani ili uji, ujiongezee hatua ya pili ya kupata nyingi msimu huu. kwa hivyo watu ambao hawaachilii mambo yaliyopita wanachelewa sana, ikiwemo wanawake. Wanawake mara nyingi huwa wanakumbusha sana mambo yaliyopita, hasa kwenye familia au kwenye mahusiano. Yanawachelewesha kuku, kusamehe, yanawachelewesha kutengeneza uhusiano wao vizuri kwenye ndoa. Unapoangalia angalia mambo yaliyopita, unaangaziangazia ya mambo yaliyopita, unachelewa wewe songa mbele, maana yale yaliyopita ni kioo tu cha kukufundisha, yawe mabaya au mema, yalishapita. Angalia yaliyo mbele. Kumbuka hata gari tunazoziendesha saiti mira yake ya kuangalia nyuma ni ndogo sana kuliko hii ya mbele, kiasi kwamba unapoangalia hivi hii gari huku mbele kuna site mira kubwa, mira yake ya kuangalia front mira ni kubwa, site mira ni ndogo. Ina maana uangalie mara chache nyuma na uangalie sana mbele. Kwa hiyo maisha yako pia yako hivyo, lazima uangalie sana mbele, huku nyuma ikupe reference ya vile uta improve mbele. Ukishindwa kuachilia mambo ya zamani, utachelewa kwenye mchakato wa kujitambua. Kikwazo cha tisa baria namba 9 kwenye kuchelewesha mchakato wa kujitambua ni mawazo potofu Cognitive distortions, Cognitive distortions. Maanake mawazo hasi au mawazo potofu kama vile kuamini kwamba huna thamani, wewe si mtu wa maana kwenye jamii mawazo kama hayo hufanya mchakato wa kujitambua kuwa mgumu sana. Kwa mfano mtu anaweza kuamini kuwa hawezi kubadilika kwa sababu anaona mapungufu yake kama sehemu ya utu wake wa kudumu. Hiyo inachelewa, maana mtu mara zingine anaambiwa, wewe una hasira sana. Mimi ninakuwaga na hasira mimi, hiyo ndio hali yangu, mimi ni mtu wa hasira. Huyu mtu anachelewa ku, kubadilika au kujitambua kwa sababu amejitambua kwenye hali hasi, mawazo hasi. They're attributing cognitive distortions to their own lives. Manake yeye anaanza kujiassociate na distortions, ma mawazo yasiyokuwa mazuri. Mtu anapoendelea kujenga mawazo yake potovu, kuyajenga kwenye maisha yake, anachelewa maana atakuwa na ugumu wa ku maana ataanza kuchukua zile tabia hasi kama sehemu ya maisha yake. Hivyo basi, hata kama atapewa mrejesho, hata kama kuna mambo ataona kwenye matokeo, unajua kuna vitu vingine tunajifunza kutokana na matokeo, lakini bado huyu mtu atachelewa kurekebika, kwa sababu amejenga maisha yake kwenye mawazo potofu. Hana ile yani, There is a cognitive distortion, maanake hapambanui ha, kujua kwamba haya am mambo nikiakalia chini ninaweza kuyarekebisha. Anaona tu hizi hasira ni kawaida tu, ndio mimi hivyo, anatukana watu, anaona ndi ni kawaida tu, kumbe ana mapungufu sehemu amewekea mawazo yake ma, ameshikilia mawazo potofu kama sehemu ya maisha. Hivyo basi anachelewa kwenye mchakato wa kujitambua. Hiyo ni sababu ya tisa. Kikwazo cha kumi na cha mwisho kwenye vile vikwazo kumi vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua ni hiki, kukosa mwongozo au msaada. Lack of guidance Lack of guidance inachelewesha mchakato wa kujitambua. Kuna watu wanataka wajiongoze wenyewe, kuna watu wanataka wafanye kila kitu wenyewe. Kumbuka kwamba unapokosa msaada wa kuongozwa au unapokosa mwongozo, unachelewa sana. Bila msaada kutoka kwa washauri au marafiki au kocha wa maisha ha, life coach Mtu anaweza kujisikia kupotea katika safari ya kujitambua. Lazima kwa wakati mwingine unahitaji kujifunza kutoka kwa watu, na unahitaji kuwa na mtu wa kukuongoza, wa kukupa guidance, wa kukupa mwongozo. Matokeo, huyo mtu anayekosa mwongozo anaweza kujikuta akikwepa maswali magumu au asijue wapi pa kuanzia. Maana yake kuna maswali magumu kwenye maisha, mambo ambayo ungetakiwa kuyafanya ukiwa miaka ishirini au kuanzia miaka ishirini hadi thelathini, uwe umefanya hayo mambo. Lakini kwa sababu ya kukosa mwongozo, unajikuta mengi kwenye hiyo listi hujafanya. Umekosa mwongozo wa kujua mambo ya kuanza kufanya ukiwa thelathini years to arobaini years hapo in between, kwa sababu ya kukosa mwongozo au kukosa uwezo wa kujifunza kutoka kwa watu wengine unachelewa. Bila msaada kutoka kwa washauri au marafiki, unachelewa, lakini ikumbukwe kwamba sio kila msaada unaotoka kwa washauri au unaotoka kwa marafiki ni mzuri. Lazima pia akili za kuambiwa uchanganye na za kwako. Kukosa mwongozo kunamchelewesha mtu, lack of guidance. Unaweza kuwa una ideas nyingi lakini ukikosa mwongozo wa kuziweka hizo ideas kwenye list, ili ujue nitaanza na hili kisha hili kisha lile, utachelewa. Maana unaweza kuwa unaweza, unaweza kuyapeleka mawazo yote kwa pamoja, ukajikuta umegawa nguvu. Ila kama utapata mwongozo chanya, ule mwongozo utakusaidia kujua kuanza jambo na kulimaliza kisha kuanza jambo lingine kuliko kutaka kubeba mambo mawili kwa pamoja. Kukosa mwongozo ni sababu ya kumi. Na kwa nini imewekwa ya kumi? Ni kwa sababu kuna mengi uko nayo tayari, lakini umekosa tu jinsi ya kuyaweka kwenye mstari. Kwa hivyo unapojiamini wewe na unapojitengenezea mazingira mazuri unaweza kwenda mbali lakini unapokosa mwongozo, pamoja na kwamba umejiamini, pamoja na kwamba umejiwekea malengo, lakini unapokosa mwongozo utachelewa, utachelewa, utaenda very slow if you lack guidance. Guidance, unaitoa kwa watu, unaweza kuwa na personal coach, mtu ambaye anakuelekeza. Nakumbuka watu unaohitaji wa kuelekeza ni wale waliopitia mapito yako, lakini pamoja na hayo, angalia kama hawakuonei wivu pengine mapito yako ni ya zaidi ya yale ya kwao, angalia kwamba wamekuzidi kwenye nyanja nyingi. Na wakati mwingine tunapotoshwa na watu wetu wa karibu, wale tunaowaamini, tunachukua guidance kutoka kwao, halafu wanatupotosha wanatuandikisha kwenye kozi ambazo hatutaweza kuja kuzimudu tukianza kazi, lakini wanatupeleka huko ili tuwe tuweze kufurahisha jamii. Kwa hivyo unapoomba guidance, unapoomba mwongozo uwe makini pia kuangalia ni nani anayekupa huo mwongozo, na yeye amepitia mapito gani, ili kwamba upate kuangalia jinsi utakubali mwongozo wake, na mwongozo unaenda hatua moja kwa nyingine. Hii inaweza kuwa video kubwa kujifunza kuhusu mwongozo ndani ya mchakato wa kujitambua ni jambo ndefu sana, maana linahusisha eneo nyingi za maisha. Tunapoishi bila mwongozo, tunakuwa na uchelewa kwenye kurekebisha mambo na tunatapanya nguvu. Kwa hivyo, kila wakati kwenye hatua zako za maisha, jaribu kutafuta mwongozo huo. Mwongozo unaweza ukaupata uka kwa mtu unayoongea naye ana kwa ana. Huo mwongozo unaweza ukaupata kwa mtu aliye mbali, ukafanya naye mawasiliano akaanza kuwa kama mshauri wako katika kuongoza kwenye mambo kadhaa. Asikuongoze kwenye mambo yote ya maisha, pengine kwenye career choice au kwenye kazi au kwenye masuala ya kifamilia, upate mwongozo kwa mtu. Mwongozo ni tofauti na ushauri. Mwongozo ni ushauri nasaha ni ule, ni ule ushauri unaokupa options ili wewe utakapochagua uchague kama wewe, isiwe kwamba wewe umeambiwa ufuate hiki lakini unapewa vitu vingi, unapata kuchagua, ah, nitaanza na hiki, maana hiki kifanikiwa kitazaa hiki. Kwa hivyo huwezi kuanza kusonga ugali na hujapika mboga, na unajua mboga inaliwa na ugali. Ugali ni very quick cooking inachukua maji, inachemka, unaweka unga na una, una, una, tikisa, tikisa, alafu inakuja ugali, lakini mboga inachukua process ndefu. Kwa hivyo lazima ujue kwamba ni vizuri upike kwanza mboga, umalize mchakato wote wa mboga na viungo vyake, ndipo uje usonge ugali. Kwa hivyo unapopewa hiyo guidance inakusaidia kuelewa okay. Faida yake ni kwamba utakuwa umekamilisha kitengo cha mboga kabla ya kusonga. Ukisonga kwanza huu ugali utapoa kabla hata mboga haijaiva. Tuseme umepika maharage kisha umesonga ugali, maharage yenyewe yatachukua kama saa nzima kupika. Kwa hivyo lazima ufate mwongozo ulio makini, mwongozo unao Make sense. Mwongozo unaoonyesha uhalisia, unapokubali kuongozwa utafika haraka kwenye upeo wa kujitambua, lakini unapokosa mwongozo katika kufanya mambo yako binafsi, unachelewa, utachelewa sana. Kwa hivyo kukosa mwongozo, lack of guidance, ni sababu ya kumi au ya tano kwenye hiki kipindi cha pili katika kuchelewesha mchakato wa kujitambua. Nashukuru sana, maana tumefika mwisho wa kipindi hiki cha vikwazo kumi vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua. Kumbuka, ili mchakato huu usichelewe, fanya the opposite ya hivi vikwazo Jaribu kushinda kila kikwazo ili ujiongezee speed katika mchakato wa kujitambua, na unapofikia viwango vya kujitambua, upeo wako utafunguka zaidi na utajikuta umeingia kwenye mafanikio ya maisha. Kwa hivyo, nashukuru kwa wewe kuoce hadi mwisho wa kipindi hiki. Ninachokuomba ni kwamba ili uendelee kupokea mafundisho yetu kila Jumamosi tunapoyaleta mbele zako Tusaidie tu subscribe kwenye chaneli yetu, upende video zetu na ushare hiyo link na watu wengine, ili tuwe wengi tukijifunza kwa pamoja, tuweze kufikia upeo wa kujitambua. Kwenye chaneli hii tunatembea na wewe hatua kwa hatua, ili tufikie viwango vya kujijua sisi ni nani, na tunapojijua ni faida kubwa. Lawama hatutaweka kwa watu wengine, tutajua biashara, tutajua kujiendeleza, tutajua kujiamini na tutajua sisi ni nani katika ule mchakato wa kujitambua. Unajua, katika mifumo ya elimu hatuna mfumo unaotufundisha kujijua sisi. Mifumo yetu nyingi inatufundisha kujua vitu vilivyo nje na sisi. Hapa mi nakuletea mfumo wa kujijua wewe. Unapojijua wewe unatengeneza mazingira ya kuishi na wewe vizuri, kabla ya kuanza kuishi na wengine vizuri. Njoo tujifunze, karibu sana na shukran kuendelea kuwa pamoja nasi katika vipindi vyetu kila wiki. Asante, tuko pamoja, tuendelee kujifunza, tuendelee kujitambua.